Kiongozi mwandamizi wa Hamas, Hossam Badran, amethibitisha kuwa viongozi wa Hamas hawatahudhuria sherehe ya kusaini makubaliano ya amani nchini Misri. Akizungumza na shirika la habari la AFP mjini Doha nchini Qatar, Badran amesema tukio hilo litawahusisha patanishi, maafisa wa Marekani na Israel. Badran amesisitiza kuwa madai ya viongozi wa Hamas kulazimika kuondoka Gaza kama sehemu ya mpango huo ni upuuzi na upotoshaji na kuongeza kuwa Hamas itajibu kwa nguvu zote endapo Israel itavunja makubaliano na kurudi kwenye uwanja wa mapambano. Kwa mujibu wa taarifa ya Times of Israel, viongozi wa Hamas walipiga vipengele vya mpango wa wa Trump vinavyodai kuhamishwa kwa wanachama wa Hamas kutoka Gaza, wakivitalia vipengele hivyo kuwa ni vya kipuuzi na visivyotekelezeka. Kwa upande mwingine, wanasiasa wa Israel wamesema askari wao watabaki katika baadhi ya maeneo ya Gaza kudhibiti silaha za Hamas jambo ambalo linaweza kuzua mvutano mpya. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema iwapo Hamas itasalimisha silaha kwa njia ya amani itakuwa vizuri, na endapo Hamas watagoma, Israeli italazimika kutumia njia ya mbadala. Licha ya makubaliano hayo kulenga kufikia mwisho wa mgogoro wa Gaza, yamepokelewa kwa hisia ya mseto, baadhi ya Wapalestina wanayochukulia kama tumaini jipya la amani huku wengine wakihofia kuwa ni hatua ya muda mfupi yenye changamoto nyingi mbele. Kwa sasa ulimwengu unatazama kati ya matumaini na wasiwasi kuona kama makubaliano hayo yatakuwa mwanga wa kudumu wa amani au mwisho wa muda mfupi kabla ya giza nene kutanda tena Mashariki ya Kati.